Asanteni, asanteni, asanteni. Baada ya kusema haya sasa, ninawashukuru sana na Mungu awabariki wa sana. Asante sana, asante. Asante makofi tena eh, mumwache huyo mama aje aeleze. Mnasikia eh, mwacheni huyo mama aje aeleze shida yake, mpeni maiki Mpeni maiki huyo mama, nimsikilize shida yake. Mpelekeni maiki pale. Shukuru sana, zungumza mama, taja jina lako. Mmwache azungumze, mwache azungumze. Sogea hapa mama, mbele, sogea hapa mbele. Aya mama, usilie haya, zungumza mama, hapa shida yako. Mimi nakusikiliza nilichaguliwa na watu wote, wakiwepo watu wenye shida. Mwacheni huyo mama azungumze shida yake. Mheshimiwa, mimi naitwa Salma Koli Sanga. Mheshimiwa, nilishambuliwa mwaka jana, mwezi wa tatu tarehe kumi na mbili. Mheshimiwa, tukio hilo la kuchambuliwa lilisababisha nimeuliwa kiumbe changu kilichokuwa tumboni kina miezi mitano na wiki mbili. Mheshimiwa, tukio hilo limesababisha nimetolewa kizazi changu. Mheshimiwa, mimi mweshimiwa, najishughulisha na shughuli ndogo ndogo. Mheshimiwa, wa kesi hajanitendea haki, mahakama hajanitendea haki, nalioko familia inanitegemea, baba yangu, najua wewe ni mpendaji. Haya, ulishambuliwa na nani mama? nilishambuliwa na kijana mmoja anaitwa Murusala, ambaye amemuua binamu yangu, bina mima kufikia, ambaye alimpiga pia binamu yangu, akaja kumtupa kwetu. baada ya kumuuliza pia nami akanipiga, akanishambulia sana na kunikanyaga. Mheshimiwa, nimekosa haki ya kisheria. Haya, nimekusikia. RPC yuko wapi wa Iringa? <laughs> RPC. Aya, nenda kwa yule mama ukasikiliza shida yake, na asisumbuliwe, halafu mtanipa taarifa, pamoja na mkuu wa mkoa. Nenda pale kwa huyo mama mkachukue jina lake, mkuu wa mkoa na RPC. Nenda pale. Mama, acha kupiga magoti, simama tu mama. RPC, yuko wapi? Aya, nenda kwa huyo mama ukachukue jina lake na asisumbuliwe, lakini yule mhusika aliyempiga hata kama alishinda mahakamani, mshikeni tena mumpeleke mahakamani mara nyingine, na mkamchunguze yule mama kama kweli kizazi chake kimetolewa. Iringa oe! Iringa oe! Ninawashukuru sana ndugu zangu, Mungu awajalie, asanteni sana. Iringa safi.